Habari za asubuhi. Bila shaka tumeamka salama, kama kawaida, tuko tunapambana kuendelea na maisha na shughuli mbalimbali ambazo kila mmoja wetu zinaenda kumletea, kumletea riziki. Leo bwana, nataka nikumbushe kitu kimoja. Watu wengi tumekuwa na tabia ya kuweka kuweka malengo kwa ajili ya mwaka fulani, unasema yani, mimi mwaka huu elfu mbili na ishirini na sita lazima nifanye moja mbili tatu. Uh, unakuta mara nyingi wengi inakuwa ni kwenye maneno yaani kwamba nataka kufanya moja mbili tatu, lakini ni kweli, kuna vitu huwa vinashindikana na tuna uwezo wa kuviairisha vikaenda mwaka mwingine. Lakini kuna mtu yani kimekuwa kama ni mazoea, yani umeshaairisha mambo mwaka unafika hata watatu, yani kila mwaka wewe umeliairisha, limepita. Mwaka huu nitafanya, umeliairisha, limepita. Mwaka kesho nitafanya, umeliairisha, limepita. Miaka inazidi kwenda, yale mambo yako hujafanya nini, hujafanya. Sasa mimi nikwambie tu kitu kimoja e, yani hakuna kitu kibaya kama tabia za kugairisha mambo. Hizo tabia zinatugharimu sana. Mi mwenyewe kuna vitu fulani ambavyo sikuvifanya, naona kama vinanipaa, vinanikera, vinani, vi, vi, vi, vinani, kwa sababu sikuvifanya, japo ni sehemu ndogo sana. Sehemu kubwa ya vitu ambavyo nilivipanga kwa mwaka elfu mbili na ishirini na tano nilifanya na ninaamini Mungu atanisaidia elfu mbili na ishirini na sita niweze kuvifanya kwa sababu hivyo ndo vinavyosababisha tukaweze kufanya nini, kuendelea mbele. Kinyume na hapo kila siku unajikuta una, uko, uko pale pale. Kwa hiyo, kama kuna vitu ambavyo umevipanga kwa mwaka huu kwamba ni lazima uvifanye, hakikisha hivyo vitu unavifanya hata kama ni kwa awamu, hata kama ni kwa kidogo. Yani, kuthubutu ni kuzuri kuliko kukaa kabisa. Hata kama ukithubutu kidogo tu kufanya kile kitu, maana yake umeonyesha nia na ari ya kukifanya, kuliko ukaacha mwaka umepita haujakifanya kabisa. Tunayo malengo mengi sana na labda nikumbushe kitu kimoja, wengi watu nafikiri kwamba yaani, malengo labda ni kutafuta pesa na kuwa na maela mengi. Hapana, yaani kuna vitu vingi ambavyo huwa tunavitamani kuvifanya, vingine vinaendana na tabia tu. Unakuta kwa mfano ulikuwa labda ni mvivu, hupendi kufanya kazi, ukijaribu kuacha uvivu, maanake tayari kuna hatua umepiga ulikuwa upendi kusoma vitabu, ukijaribu tu hata kwa ukurasa mmoja, maana kuna hatua umepiga. mmojaap Uh, ulikuwa ni mtu ambaye huwezi kupanga ratiba zako, yani wewe ni mtu tu, umeenda likienda huku, umeenda likienda umeweza kufanikiwa at least kwa uchache kuweza kufuata ratiba, kuftaatiba maana tayari ume, umepiga hatua. E, umekuwa mtu ambaye wewe kila siku kuna, bila mshahara maisha hayaendi, e, umejaribu kidogo kuanza hata kabiashara kakaranga, tayari ile ni hatua umeifanya, kwa hiyo mambo ya mafanikio ni mengi mno, kutegemeana na kila mtu na uhitaji wake. Kuna mwingine yeye mafanikio yake sio tu kwamba apate pesa nyingi, mwingine hata kuanza kuishi maisha ya kiroho eh? Wengine tulikuwa hatujui hata kufunga. Kwa hiyo ukipata tu bahati ile neema ya kuweza ukafunga eh, unasema eh, kumbe na mimi nina uwezo wa kufunga, yani tayari yale ni mafanikio. Kwa hiyo wewe usifikiri kwamba ni lazima uwe na mambo makubwa yani mengi, hapana. Mafanikio yetu yanajengwa na tabia, yani tabia. Unaweza ukawa unakimbizana sana, lakini kama huna tabia ambazo zinakusindikiza wewe kwenda kufika kwenye yale mafanikio, maana yake ni kujichosha. E, uendi uh, popote. Kwa hiyo tunategemea kwamba kila ambacho wewe unakifanya, kila ambacho wewe unakitamani kitajengwa na kutengenezwa pamoja na tabia zako nzuri. Ukitaka mahusiano mazuri na watu, basi jifunze nawe kuwa na, na mahusiano mazuri na watu. E, ukitaka kufanya kazi kwa bidii, basi acha uvivu, acha kujihurumia, acha kujionea huruma. Leo nimepata koti moja hapo ya, ya, ya, Elizabeth Baresa, nadhani anasema kwamba yeye alikuwa halali wala kufanya starehe kama ambavyo vijana wengi sasa hivi wamekuwa wakifanya starehe. Ndugu yangu, kahela kenyewe kangama, lakini kila siku unataka ukamwagilie moyo. Unaenda kumwagilia moyo kwa hela ipi eh? Umri ulionao, kama ni umri ambao una nguvu ya kukufanya wewe utafute, tafuta sana. Tumia kidogo, hatukatai. Kuna kutumia, kuna kurelax, kuna kuenjoy, lakini jiwekee mkakati katika matumizi yako ili uweze kutimiza yale malengo yako. Siwe mtu ambaye unapanga kila mwaka kufanya kitu fulani, alafu mwaka unaisha hujakifanya. Kifanya kile kitu haitakae kusaidia kusogea mbele. Tunashinda mitandaoni, tumia tu mtandao wako kwa sababu maalum, sio muda wote kuanzia asubuhi mpaka jioni, wewe umeshinda kwenye mtandao tu eh. Umefungua peji peji yako kazi yake ni ku, ni ku like tu vitu vya watu, ni kuchungulia tu maisha ya wengine. We mwenyewe peji yako tukija kuiangalia huko haina kitu chochote eh. Wengine mnashinda DM, kwenye dm zetu, yani mtu akiposti kitu huko huko dm unahangaika eh, unataka tu kumdisturb mtu eh. Ni fall back aya, mtu anakuja kukuangalia peji yako haina kitu chochote. Sasa mimi na fall back nijifunze nini? Kwa hiyo tujitahidi hata hii mitandao tunayoitumia tuitumie vizuri. Kiwezekana basi mwaka huu elfu mbili na ishirini na sita, tumia vizuri hata basi mtandao wako ili uweze kupiga hatua. Kwa mafanikio ni mchakato, anza mchakato wa kubadilisha maisha yako. Mungu akubariki sana, nakutakia kila laheri na katika mapambano, sio mahangaiko ni wasipendi kusema mahangaiko. Ukisema naenda kuhangaika, utajihangaisha utajihangaisha sana, lakini ukisema naenda kupambana, basi ukai ukijua, utafanya kazi zako vizuri na Mungu atakupa riziki yako. thank you very much.